Mlalama nikakwambia kuwa inatambulisha wahusika kama vile bwana Fumo Kahindi, kama bwana Fumo na Kahindi Mlalama. Pili nikakwambia inakuza sifa za husika kama vile bwana Fumo ametambuliwa kama, kama shujaa. Nikakwambia pia inaendeleza ploti kupitia yanayosimuliwa humo, nikakwambia ploti inaendelezwa tunaambiwa kuhusu viongozi kuwa dikteta. Pia uh, inaonyesha ukosefu wa demokrasia. Tunaona licha ya Fumo kushinda ushindi wake huenda usione jua. Pia inaonyesha kusalitiwa kwa raia, raia kusalitiwa, tunaambiwa pale nia ya vijana imabwana nia za vijana, nia ya vijana imebanwa. Tumeambiwa nia, hey, nia za vijana zimebanwa. Kwa hivyo kusalitiwa kwa raia. Pia inahimiza matumaini, inaonyesha kuwa kuna matumaini, inaonyesha kuwa kuna matumaini. Kahindi anamweleza fumo kuwa kesho utavuna, kwa hivyo kuna inakuza kuza, inahimiza matumaini, hivyo anamwambia kesho utavuna. Inakuza dhamira, dhamira ya mwandishi, lengo la mwandishi, inakuza dhamira. Kwa hivyo viongozi wachaguliwe kwa ubora wa hoja, si ukabila, kuwa viongozi wachaguliwe kwa msingi wa ubora wa hoja na si kwa ukabila. Kwa hivyo wachaguliwe kwa ubora wa hoja na si ukabila. Pia inahimiza demokrasia katika uchaguzi. Tunaambiwa uchaguzi uwe wa huru na haki, pawe na uchaguzi huru na haki. Kwa hivyo kuhimiza demokrasia katika uchaguzi, demokrasia katika uchaguzi, tunaambiwa uchaguzi huru na haki. Swali so, la tatu pale, jadili namna maudhui yafuatayo yanavyojitokeza katika hadithi zifuatazo. Kwanza unaambiwa ueleze unafiki katika hadithi ya Mzimu wa Kipwerere. Unafiki mm-hmm. ni pale ambapo mtu anajifanya ni rafiki, kumbe kule nyuma anakuendea kinyume. Anajifanya ni wa karibu. Kwanza, wazee kumwambia msimulizi kuwa akiona mwanga wa taa kwenye Mzimu wa Kipwerere ajue kuwa ni shetani anawapa chakula watoto wake, hali ni watu wanakula kule wakifanya ukware na kutumia dawa za kulevya kama Saligina na Bisho. Kwa hivyo unafiki wa kwanza ni vile wazee wanamwambia msimulizi akiona mwanga wa taa kwenye mzimu wa Kipwerere ajue kuwa ni shetani anawapa chakula watoto wake, lakini tunaona hali si hiyo. Huo ni unafiki, kwa sababu kule mzimuni ilikuwa ni watu wanafanya ukware kama vile Salina na Bisho na wanakutumia nini dawa za kulevya. Unafiki wa pili ni wazee kumwambia msimulizi kuwa sauti za mwanamke na mwanamume wanazosikia kwenye mzimu wa Kipwerere ni za shetani na mke wake. Wanamwambia kuwa shetani wa mzimu ana mke, hali hao ni wanaume wanaofanya na wanawake wanaofanya ushirati. kwa hivyo wazee kumwambia msimulizi kuwa sauti za mwanamke na mwanaume walizosikia mzimuni wa Kipwerere ni za shetani na mke wake. Wanamwambia kuwa shetani wa mzimu wanamke, hali hao ni wanaume na wanawake wanaofanya ushirati. Tatu, wazee kumdanganya msimulizi kuwa harufu ya sigara na tumbako kali inayotoka kwenye mzimu ni kutokana na baadhi ya mashetani wanaovuta sigara. Ukweli ni kwamba baadhi ya wanakijiji kama Salihina wanavuta sigara na tumbaku kwenye mzimu huo. Kwa hivyo hii tumbaku kali inayotoka kwenye mzimu si kutokana na baadhi ya mashetani wanaovuta sigara, ni Salihina ambaye anavuta sigara na tumbaku huko. Nne, Salihina kuamini kuwa mwadilifu na kupewa wahima wa kuwa mdhamini wa mzimu hali ni yeye anakunywa na kuuza nini? Pombe haramu. Kwa hivyo, Salina kuaminiwa kuwa ni mwadilifu na anapewa wadhifa wa kuwa mdhamini wa mzimu hali ni yeye anakunywa na kuuza pombe haramu. tano. Salina kusimamia maadili ya jamii hali ni yeye anavunja anayavunja, kama vile anakunywa pombe haramu na kuiuza. Kwa hivyo, Salina kusimamia maadili ya jamii naye ndiye anayavunja. Kwa mfano anakunywa nini pombe haramu na hata anaiuza. Sita. salia na kumwadhibu msimulizi kwa kusimama na msichana hali yeye anazungumza na Bisho, ambaye ni mke mke wa mtu mwingine kwenye mzimu anahusiana naye. Kwa hivyo anamwadhibu msimulizi kwa kusimama na msichana, na hali yeye anazungumza na kuhusiana kimapenzi na Bisho, na ni, na ni mke wa mtu mwingine. Utumiaji wa pombe na dawa za kulevya umepigwa marufuku katika kijiji cha Kinamsimulizi kiasi kwamba anayepatikana anaweza kupoteza maisha yake. Hata hivyo, shughuli hizi zinaendelezwa na Salihina ambaye, kando na kutumia dawa za kulevya, anaongoza katika kuzilagua tena, licha ya yeye kusimamia maadili. Kwa hivyo ukipatikana unatumia pombe na dawa za kulevya unaweza hata kupoteza maisha lakini Salihina ambaye anaongoza ana katika kusimamia maadili ndiye anatumia dawa zile za kulevya na kuzisambaza nane Bisho kumwambia mume wake kuwa anaenda kumjulia hali mtoto mgonjwa wa jirani. Huu ni unafiki, anamwambia mumewe anaenda kumjulia hali mtoto mgonjwa wa jirani hali anakwenda mzimuni kukutana na Salihina na kuweza kusambaza zile dawa za kulevya, kuhusiana naye kimapenzi na pia kusambaza zile dawa za kulevya. Kwa hivyo huo ni unafiki pia. Mpango wa Bisho wa kutumia wanawake kusambaza dawa za kulevya kwenye vyombo na kudanganya kuwa anaenda kuchotea maji shetani wa mzimu, huo ni unafiki. Mpango wa Bisho kutumia wanawake kusambaza dawa za kulevya kwenye vyombo na kudanganya kuwa anachotea maji shetani wa mzimuni. Pili, pale kuna uongozi mbaya katika kifo cha Suluhu. Uongozi mbaya unaonekana vipi? Kwanza, viongozi hawasaidii raia. Tunaona Abigail anapojaribu kutafuta usaidizi kwa gavana wa eneo lake juhudi zake zinagonga mwamba. Kwa hivyo inaonyesha kuwa viongozi Hawasaidii raia kwa sababu Abigail hakusaidika. Alijaribu ule usaidizi kutoka kwa gavana wa eneo lake, juhudi zinagonga mwamba. Pia tunaona viongozi, uongozi mbaya mwingine, viongozi wanaendeleza uasherati wa suluhu. Kama kiongozi anahusiana kimapenzi na wasichana wadogo wa chuoni kama Abigail, licha ya kuwa na mke. Kwa hivyo ni kiongozi lakini anaendeleza ushirati anahusiana na wasichana wadogo wa chuo kikuu kama vile Abigail, na anamke pia. Uongozi mbaya unaonekana pale Sulu anatumia uwezo wake wa uongozi kumsaidia msichana wa chuo kikuu hahitimu kabla ya muda wake kufika. Uongozi mbaya, anamsaidia msichana wa chuo kikuu hahitimu kabla ya muda wake kufika, anatumia mamlaka yake vibaya. Nne, viongozi wanaendeleza unyakuzi wa ardhi. Bwana Sulu ananyakua ardhi ya mamake nani? Abigail. Kwa hivyo viongozi wanaendeleza unyakuzi wa ardhi. Bwana Sulu ananyakua ardhi ya mamake Abigail. Viongozi wanaendeleza mauaji. Viongozi wanaendeleza mauaji.